Tazamaji, taswira kamili ya D9 imeweza kujijenga. Nipo hapa kwa sababu nataka ni kujengea taswira hii kutokana na maandalizi ya watanzania kutoka sehemu mbalimbali walivyoweza kujiandaa katika shughuli za maandamano siku ya kesho, lakini vilevile vile, niweze pia kukuonyesha vile serikali imeweza kujiandaa katika kukabiliana na maandamano hayo yatakayoweza kufanyika siku ya kesho. Maana, maana upande wa serikali wameweza kukataa kwamba maandamano hayo sio halali, na kwa hivyo hayaruhusiwi kufanyika. Lakini kwa upande mwingine, nimeweza kuwaona Watanzania wengi kutoka sehemu mbalimbali wakiweza kukiri kwamba lazima wataweza kutokea kesho na lazima maandamano yafanyike kwa sababu haki haijaweza kutekelezwa. Iwapo tunapatana kwa mara ya kwanza mtazamaji, mi naitwa Presenter Guton, nipo hapa kila wakati kuhakikisha kwamba unapata taarifa ambazo zinakuhusu, taarifa ambazo zinatokea kwa utendeti, kile ambacho nasi kuendelea kila ambacho naendelea kukusii kufanya kunradhi, ni kwamba uzidi kutufuata kwenye channel yetu. Hakikisha kwamba unazidi kuipiga subscription kwa faida ya kuendelea kupata taarifa hizi na kujenga familia iliyo kubwa zaidi. Sasa mtazamaji, naomba nikujengee taswira ya kesho, vile ambavyo imeweza kujidhihirisha mpaka sasa, katika taarifa ambazo zimeweza kunifikia, Watanzania kadhaa katika mtandao wa X wameweza kuachia hisia zao na maandalizi yao kuhusu maandamano ya siku ya kesho ambayo itakuwa D9. Mtazamaji, naomba nikusomee ujumbe mmoja ambao umeweza kuyakamata macho yangu jioni ya leo, nikiweza kupitia kuweza kujua kwamba hali ya maandamano haya ikoje, na je Watanzania kweli wameweza kujiandaa katika kufanya maandamano haya, ama basi wengi wao wameweza kupatwa na uoga. Lakini kila ambacho nimeweza kupata ni kwamba Watanzania wameweza kujiandaa sana katika maandamano haya. Naomba nikusomee hapa mdau alivyoweza kuandika katika mtandao wake wa X. Ameweka alama ya reli akaandika: D9 ni siku ya uhaini, Tanganyika mzima tukutane barabarani, wahaini wote kwenye mabano wananchi JWTC na polisi wa haki, kwa mfano, Mungu kafunga mabano tuichukue, kafungua kafungua mabano, sio tena kuomba, kafunga mabano. Nchi yetu, nchi yetu aidha kwa mawe, bunduki, damu au moto. Mizimu ya mababu zetu, mabibi zetu, Watanganyika inatutazama dhidi hawa wavamizi. Ni mdau tu ameweza kufunguka katika mtandao wake wa Twitter, ama X, akiweza kusema yupo tayari na, cho, na, kila cho, na, na na chochote anachomiliki kwaweza kuhakikisha kwamba maandamano ya siku ya kesho yanafua dafu. Mtazamaji, nimekuambia mie nipo hapa kwa ajili ya kukujengea taswira ya jinsi tu maandamano ya kesho yanategemewa kuwa. Ujumbe mwingine ambao unaupata hapa, kuna mwanadada ameweza kuibeba bendera ya Tanzania akiweza kusema sina cha kupoteza, Desemba tisa nipo. Lakini mwingine akasema vyombo vya habari lazima viwe huru kutenda haki na kusema ukweli. Kama walijua wakafanya kosa kwa nini wasikiri? if the innocent suffer like this what will happen to the guilty? baadhi ya ma... Ni ya Watanzania tu, baadhi ya maoni tu wameweza kuweka katika mtandao wa X na kuweza kuonyesha jinsi wameweza kujiandaa katika shughuli ya maandamano ya siku ya kesho. Nikiachana nao na ao, baadhi ya picha nyingi ambazo wanazipata katika mtandao zinaweza kuonyesha sehemu rasmi ambapo kutaweza kutokea maandamano. Kukiweza kuwa uh, miji mikubwa Tanzania, nimeweza kuona Dar es Salaam, nikaweza kuona Dodoma, Arusha, miji mikubwa tu na sehemu za maandamano. Lakini kama, kama njia ya kujipanga, nimeanza kupata taarifa kwamba uandamanaji katika siku ya kesho wameanza kujiandaa kutumia apps za simu mbili ambazo ni tofauti. App hizo moja inakwenda kwa jina la Zero na nyingine Bitchat. Wameshauriana kwamba waweze kufungua akaunti kwenye app hizo na pia waweze kutumia VPN. Elewa mtazamaji, VPN ni inakuruhusu, ina utaonekana uko wapi. Kwa hivyo, unaweza kuwa uko Tanzania wakati ambapo mitandao inazimwa na ukaweza kuitumia mitandao, kwa sababu uh, VPN inazuia kuonekana uko wapi. Unaweza ukasema uko Kenya wakati huo uko Tanzania. Kwa hivyo, unaweza kutumia mtandao vizuri tu. Kwa hivyo, waandamanaji wameweza kushauriana kwamba waweze kuwa na VPN na kuweza kutumia hizo mbili. Taarifa nyingine ambayo unaiona waandamanaji wanaweza kushauriana kwamba wakati ambapo maandamano yanakwenda kuisha, wasikubali polisi waweze kuondoka na hata mmoja wao. Hili linafanyikaje? Wakati giza inaingia, ikiwa mlikuwa kundi la waandamanaji, basi mnakaa pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba polisi hawajaweza kutoweka na mmoja wenu, mmoja wenu asi, asiweze kutekwa. serikali imeshindwa kuzuia utekaji na kwa hiyo hakuna kubebwa kizembe. Baadhi ya jumbe tu zipo kwenye mtandao, msikilizaji, kama vile ninavyoweza kuona wale ambao wanajiandaa katika kuweza kushughulika na maandamano ya siku ya kesho wanaweza kujiandaa. Sijui utakuwa uko upande gani msikilizaji, sijui utahusika kwenye maandamano ama utabaki nyumbani, lakini achia fikra zako kwenye comment section. Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia kila wakati, mimi nitakuwa hapa kuhakikisha kwamba tumetaarifika na tumepata taarifa ambazo zinatuhusu na wenzetu walio karibu nasi. Hakikisha kwamba unaendelea kufuatilia kituo hichi kwa kuhakikisha kwamba umezidi kupiga subscription na kuweza kushare kanda zetu kwa wachache ambao utakaweza kuwapata, ama kwenye makundi, ili kuweza kuhakikisha kwamba kila siku tunazidi, tunazidi kukua familia kubwa. Hakikisha kwamba umesubscribe. Siku ya kesho, nipo hapa kuhakikisha kwamba taarifa na kila kitu ambacho kitakuwa kinatendeka, na hakikisha kwamba unakipata kwa utendeti mno. Kwa hivyo hakikisha kwamba una subscribe na unazidi kutufuatilia kwa faida ya kuweza kuyapata hayo mpaka wakati mwingine. Achia comments, achia comments zako kwenye comment section, tuzidi kuwasiliana pia.